Uh, bingwa chui. Uh, leo nitaelekeza ngoma ya kueskepu Kilosa. Mtu alikupelekea Kilosa, atashika nakata, atashika nakuja, atashika nakuja, ataweka hii, unaweka hii, atamaliza juu, una unamshika hapa, atakuja unamshika, atakuja unamshika hapa, lazima ajikate hapa hapo lazima akate, kama asipo hajakata, akicheza hii bwana mtema, unamuomba bwana, limekatika eh, e, narudi hapa hapa <coughs> lazima hapa kabla ya kucheza hii kete bwana lazima akate juu na kuja hapo, usimalize kwanza, wewe muache tu hii wakati hapo ya kete yake ni aweke hapa, anakula anakula, unatoa shipa. Maana ukicheza hie atapiga atapiga, apige shipa, cheza hii. Hapo ndo anamaliza anamaliza kete yake, kuna mkumba tia, tunaleta naleta <coughs> anapiga mbili

akiziba apiga fosi ya piga fosi anakula fumua fosi nakula napiga hapa uvuali wongo. No. nafumua hapa anakula huku nampiga fosi kula nakula huko anakula huku nakula, nakula, nakula mbili. Aya, sare yake hapo, kienda huku ule mbili, akaenda huku goli atakula, atakula tena, atakula mpaka hapa. Akitoka unaomba, akiziba unashika bao, limeisha naudisha. <coughs> Ana kusokezea mbele, unakula

Eh, naona wamenelewa jinsi ya wa kueskepu ngoma ya Kilosa kupata matokeo nugza.